Unajua jinsi gani unachafua katika hiki kijiji? na kuchafua vipi mimi? Achana kutembea na mke wa Mzee Mbalu. Sikiliza nikwambie. Tambua mimi siwezi kumwacha huyo mwanamke eh? Alafu nampenda kuliko hata unavyofikiria wewe. Mimi siwezi kumwacha huyo mwanamke unampenda mke wa Mzee Mbalu, lakini hivyo unavyofanya, lawama zinakuwa kwangu mimi kwa sababu kijiji kizima hichi wanatambua wewe ni rafiki yangu. Hivi wewe una akili kweli? Yani unafikiria kwenye kichwa chako kweli? Mimi siwezi kuachana na ule mwanamke, kumbuka mimi nampenda. Na wewe unachoingilia, kwani wewe ni nini, nini wako unamtaka, wewe unamtaka? Mimina mimina siyo, wewe unamtaka rafiki yangu. Mimi naumia, mimi ninasema vibaya sio wewe na hiyo yote kwa sababu kijiji kizima unajua wewe ni rafiki yangu. Okay, sawa, fanya mambo unayoyafanya, naambiwa mimi. Sawa, fanya hivi, achana na mimi kuanzia leo, kila mtu kimpango wake, na yangose mwachie, yangose mwachie eh? Ngose, kwa nini unaingilia huu mpango, huu mpango sio wa kwako. Hili nalo liongea, halina maana, si ndio? Yaani utajua wewe kama lina maana au halina maana, ila mimi ninachoamini sihitaji uingilie mahusiano yangu mimi na mke yule mzee, niache mimi ni, ni, ni, niwe na yule mwanamke. Kwa sababu wewe, yule mwanamke hakuhusu, sio ndugu yako, sio dada yako, wala sio na yule mzee pia. Hakuhusu wewe, unaingilia nini sasa? Kina hili na swala ni ja kutokea puani. Kama hutaki kunisikia mimi, rafiki yako, hizi habari ya nitapiga mbili, mtaa mzima afahamu wewe ndio unatembea naye, sio acha ujinga, acha ujinga. Alafu sihitaji uendelee na hizo mada. Rafiki yangu ndio umefikia huko? Acha na mimi wewe. Jamani, ah. Mwambie nini ile nielewe. Hili limeshakuwa tatizo sasa.